Rais William Ruto kwa mara nyingine tena ametoa wito kwa Wakenya kujiepusha na siasa za ukabila na migawanyiko, akisema mabadiliko ya taifa hili yatapatikana tu kupitia umoja na maendeleo. Akizungumza katika kaunti ya Busia wakati wa siku ya pili ya ziara yake ya kikazi katika eneo la magharibi mwa Kenya, Ruto alisema serikali jumuishi aliyoibuni kwa ushirikiano na aliyekuwa waziri mkuu marehemu Raila Odinga inadhamiria kuwaunganisha Wakenya wote ya kubadilisha Kenya Rais William Ruto leo alipeleka ujumbe wake wa umoja na maendeleo katika kaunti ya Busia kwenye siku ya pili ya ziara yake magharibi ya nchi. Njia ya kubadilisha Kenya sio kwa maneno, sio kwa ukabila, sio kwa chuki, ni kwa miradi na mipango ya maendeleo kama haya. This is how we are going to change Kenya. Rais Ruto aliwasihi viongozi na raia kuepuka siasa za mgawanyiko na kukumbatia umoja chini ya serikali jumuishi. Ndio, mliona Mheshimiwa Raila Amolo Odinga alikubaliana na mimi, tuliketi chini tukasema, tunataka kuunganisha taifa letu la Kenya, jamii zote kutoka kaunti zote, kutoka dini zote, tuwe wamoja kwa sababu umoja ni nguvu. Rais alisema utendaji kazi wa serikali yake unadhirika wazi, akitaja hatua wa kubwa za maendeleo zilizopigwa katika muda wa miaka miwili iliyopita. Hii ni kazi ya miaka miwili peke yake. Si ndio? Hii ni miaka miwili peke yake. Mimi nataka niwaulize kama safari ni hii miaka kumi dunia hii itakuwa namna gani? Katika kaunti ya Busia, Rais alizindua na kukagua miradi kadhaa ya maendeleo, ikiwemo ile ya nyumba za gharama nafuu, masoko ya kisasa na mabweni ya wanafunzi. Pia aliweka jiwe la msingi la ujenzi wa vyumba 340 vya wanafunzi katika chuo anuwai cha Bumbi, akagua miradi ya maendeleo katika chuo kikuu cha Alupe na chuo cha mafunzo ya walimu cha Kamunoit huku akitangaza mipango ya ujenzi wa uwanja wa michezo wa Busia utakaogharamia shilingi milioni mia tisa. Viongozi walioandamana naye wakiwemo waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi, spika wa bunge la taifa Moses Wetangula, waziri wa ushirika Wycliffe Oparanya na gavana wa Busia Paul Otoma waliahidi kuendelea kufanya kazi na serikali jumuishi. Mtasimama imara yeah na mheshimiwa Ruto yeah. Asante sana, sisi ni wa mpaka kule Turukana, tushikane, tulinde mpaka wetu na jirani, tuunge rais wetu mkono, tuweze kuleta amani katika nchi yetu na maendeleo ifikie kila mtu. Rais ameona mbele kuona ya kwamba nchi kuendelea mbele, mpaka uanze na hatua moja, na hii ni hatua moja ya kuendelesha Kenya yetu kuwa nchi ambayo inaendelea mbele.